Natumia nafasi hii kuwahimiza kuwa mnapaswa kutunza vifaa mtakavyokabidhiwa na kuvitumia ipasavyo. Ubandikaji wa mabango ya kituo kwa mujibu wa sheria na kanuni zinazosimamia uchaguzi. Hivyo ni wajibu wenu kuhakikisha mabango yanatakiwa kubandikwa vituoni yanabandikwa kwa usahihi ili kuepuka ukiukwaji wa masharti ya sheria na kanuni za uchaguzi. Kutokana na jukumu hili kama nilivyosisitiza kwenye hotuba yangu ya ufunguzi, mtapaswa kufika katika vituo vya kupigia kura mapema iwezekanavyo, kutegemea na jiografia ya eneo utakayokuwa umepangiwa. Utunzaji wa siri. Ndugu washiriki wa mafunzo, kabla ya kuanza mafunzo mliapa kiapo cha kutunza siri. Kiapo hiki kipo kwa mujibu wa sheria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 jitaidili katika kipindi hicho, moea punguzi, ili msiki ukakosea ukatuma taarifa aina yoyote katika makundi hayo ambayo haikutakiwa kutumwa huko. Msisitizo siku hiyo, hebu angalieni simu zenu, punguzeni matumizi ya wasa. Unaweza ukawa una wachati, kumbe unatoa taarifa za uchaguzi ambayo haihusiki. Unahitimisha hotuba yangu kufunga mafunzo kwa kuanza mambo machache kuzingatia: muda wa kufunga na kufungua kituo cha kupiga kura. Tunafungua saa ngapi? Tunafunga saa ngapi? Wewe unatakiwa uwe saa ngapi kwenye kituo? Hapa tabidi msitizi, ndugu zangu. Hebu kwa siku hii Tutangulize Mungu, tuamke salama. Ukifika kwenye kituo chako, mwombe Mungu akuongoze kwa busara, ili umalize zoezi salama. Kufanya kazi kwa uzalendo na weledi, kufanya kazi kwa kushirikiana, kuwa na lugha nzuri, kuhakiki vifaa vya uchaguzi. kura yako jitokeze kupiga kura. Asanteni kwa kusikiliza. Tumejifunza vile vitu ambavyo tulikuwa bado hatuvifahamu, lakini tumejua wajibu wa msimamizi wa kituo, wajibu wa msimamizi msaidizi pamoja na wajibu wa karani. Nashukuru na kwamba mafunzo haya binafsi yamenisaidia kujua kanuni na taratibu za uchaguzi na kuwa tumeshapewa na kiapo ambacho kwamba tunapaswa kutunza siri, kwa maana kura ni siri ya yule anayepiga. Ndio kwa na imani atatusaidia sana kuhakikisha zoezi la uchaguzi linafanyika vile ambavyo limepangwa. Ninawaomba wajitokeze wakapige kura siku hiyo ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi kama ambavyo imepangwa.